Walipigwa butwaa gizani, wengine walikufa, mmoja bado anashikiliwa leo. Historia ya dunia imeshuhudia majina matatu makubwa yanayohusiana na uhalifu, siasa na nguvu za dola, wakikabili majeshi. Leo tunaingia kwenye historia ya kikosi kimoja cha siri kinachotumwa pale ambapo hakuna chaguo, Delta Force. Hawa waliweza kukamata Emmanuel Noriega Pablo Emilio Escobar Gaviria na sasa hivi Nicolas Maduro. Hao hawatangazwi lakini wanapofika operation operesheni lazima ikamilike. Duniani kuna vikosi vingi vya kijeshi, lakini ni vichache sana vinavyopewa kazi ambapo haziwezi kushindikana. Kuna operesheni ambazo haziweki kwenye habari, hazijadiliwa hadharani, na wakati mwingine hazipo kabisa kwenye rekodi rasmi. Delta Force ilianzishwa rasmi mwaka 1977 baada ya Amerikani kutambua kuwa ilihitaji kikosi maalum cha kukabiliana na utegaji nyara, ugaidi wa kimataifa na misheni hatari sana nje ya mpaka. Kikosi hichi hakikutengenezwa kwa wingi wa askari, bali kwa ubora wa, wa hali ya juu. Askari wake walichaguliwa kutoka Green Beret Rangers na vitengo vingine maalum, lakini si kila askari bora aliweza kuingia. Mafunzo ya Delta Force yanayojulikana kwa ukimya, mateso ya kisaikolojia na mitiani isiyotangazwa. Si nguvu ya mwili pekee, bali uwezo wa kufanya maamuzi chini ya presha, kufanya kazi peke yako na kutekeleza amri bila kuuliza maswali. Wengi huacha, wachache sana ubaki na waliobaki ubadilishwa kuwa wanaume wa misheni si zio uwezekana. Moja ya misheni za mwanzo kabisa ilikuwa ni jaribio la kuokoa mateka chini Iraq mwaka 1980 operesheni operation hiyo haikufaulu, lakini ilitoa somo kubwa: maandalizi, ushirikiano na mipango ya dharura. Baada ya hapo Delta Force ilibadilishwa na kuimarishwa zaidi. Kuanzia hapo hawakutumika mara nyingi hadharani, bali kwa siri kabisa, katika vita vya kisasa Afghanistan, Iraki, Somalia, pia maeneo ya Mashariki ya Kati. Delta Force ilitumwa kufanya kukamata, au kuondoa viongozi wa hatari, kuokoa mateka, kushirikiana na, na Intel ya kimataifa. mara nyingi hawavai sare za wazi, hawatambuliki kama wanajeshi, wanaingia na kutoka bila kuonekana. Wakati mwingine operesheni yao utangazwa baada ya miaka mingi. Delta Force haitegemei nguvu peke yake, wanatumia enteri ya hali ya juu, muda sahihi na mshangao. Lengo lao ni kazi ifanyike haraka, bila kelele, bila hatari kwa raia. Ndio maana wanaitwa rasti optioni uniti, chaguura mwisho. Tafauti na majeshi wengine, hawana matangazo, hawana sherehe. Siri ni sehemu ya ulinzi wao. Kadiri wanavyojulikana kidogo, ndivyo wanavyokuwa salama zaidi kutekeleza kazi yao, na mara nyingi mafanikio yao hayatambulika. Delta Force si hadithi ya filamu wala si simulizi ya kutungwa. Ni kikosi halisi kilichoundwa kwa kazi ambayo wengine hawawezi. Wao hawatafuti sifa, hawahitaji kushangiliwa. Wanapomaliza kazi, dunia inaendelea tu kama kawaida. Amerika ilitumia kikosi hiki kukamata Emmanuel Noriega. Alikuwa jenerali wa jeshi, mtawala wa Panama, mtu aliyekuwa na uhusiano wa siri na vikosi vya Amerikani Alipopata tuhuma na uhusiano wa biashara ya dawa za kulevya, hali ilibadilika ghafla. Marekani iliamua kuingilia Panama kuokoa dunia hapa. Kama siyo Delta Force, tungekuwa tunaongea tofauti. Pablo Emilio Escobar Gaviria alikuwa mutendaji mukuu wa Medellin cartel, mumiliki wa fedha siyo isabika, mutu aliyejijengea jina kwa heshima na hofu. Escobar alikuwa kama kiongozi wa eneo la chini ya sheria ambapo fedha, silaha na ushawishi vilikuwa vya juu, lakini baada ya miaka ya msako mkali wa serikali ya Colombia na msaada wa Delta Force, Escobar alipatikana akiwa anakimbia mwaka 1993. Nicolas Maduro na mke wake Cecilia Florence walikamatwa na mamlaka ya Marekani wakisubiri mshtaka ya dawa za kulevya na narco terrorism. Operesheni yake ilikuwa ya siri, ikiwa ni matokeo la utendaji wa kikosi cha marumu cha Delta Force cha Marekani, ambapo ulikuwa umepangwa kwa mwezi. Stakabadhi za mahakamani zilionyesha kuwa madawa ya kulevya na uwekezaji uliokuwa umetokana na biashara hiyo ulikuwa ni baadhi ya mashtaka aliyosababisha hatua hii. Habari hii ilizusha mjadala mkubwa jamii ya kimataifa, serikali za nchi mbalimbali, wanasiasa na watu wa watu watu wa kawaida. Kwa mara ya kwanza jina la Maduro lilihusishwa hadharani na tukio la kukamatwa rasmi. Subscribe kwa chano hii kwa stori za histori ambazo hazifundishwi shuleni.